Yo, world, wako na sisi hapa kipindi cha mvua hii. Mvua kama vile haitaki kuacha yani, nakuja afu inaangalia na salimia afu inaondoka. Jamani eh, kumbuka kabisa kwamba eh, kipindi hiki ni kipindi kizuri sana kutafuta nyumba na kujua kwamba ni sehemu ipi ya kwenda kukaa. Kwa sababu gani? Ishu ya mafuriko yanatuhusu sana, lakini endapo wewe unataka nyumba yako ikae vizuri, paka rangi ya Plascon kwenye kwenye mabati pale ipendeze. Thamani ya nyumba ni muonekano, wala ngwambia reception yani inavyoonekana kuta za nje unasikana ni Plascon Weatherguard, Plascon Silicone, lakini roof paint, Plascon roof paint kwa ajili ya mabati. Ionekana unajua una features zile nini yale ma rasta rasta manini na nini una features. Afu kwenye ufito pale, eh, fish board pale unapendeza vizuri kabisa. Yaani ukishafanya hivyo, thamani ya nyumba kwa muonekano peke yake eh, inakuwa ni kubwa sana. Kwa hiyo tumia rangi ya Plascon ikupendezeshe nyumba yako iye, iweke thamani kubwa kwa kile ulichowekeza tayari.